Jina naitwa Everine John kilijiwa ni, ni mkaaji wa Mkamba Mwasonga, Mkamba. Mimi nina matatizo mwanangu, nilimzaa tarehe kumi mwezi wa nane nilijifungulia Vijibweni. Nilipojifungua yani, sikutambua kama nimejifungua mtoto gani, maana nilikuwa hoi. Nilipokuja kujitambua, akaniambia mtoto wako bwana, huyu hapa hasa sikumwangalia vizuri. Wakaniambia wewe, jiandae ndugu zako waandae, mwende Mwimbili. Na kweli, ndugu yangu nilienda naye nikamwambia, akawa hana jinsi. Nikaenda kweli Mwimbili, nikafika pale nikapokewa vizuri, mtoto akapelekwa sehemu yake na mimi nikakaa sehemu yangu. Baada ya hapo, mtoto akaanza kutibiwa matibabu, wakaniambia mtoto hana jinsia yoyote, maana tumbo lilikuwa limejaa kweli. Mtoto baada ya hapo wakamfanyia operation wakamwekea njia ya ziada kwenye mbavu, akawa anajisaidia. Nikapewa, nikaruhusiwa pale, nikaja nika nika nyumbani, nikakaa kama miezi miwili. Nilipokaa hapa nyumbani, ile njia ikaziba, ikabidi tena nimerudi Muimbili. Niliporudi Muimbili wakaenda wakaenda tena kumfanyia pale pale kumuongezea ile njia, nikaruhusiwa tena. Baada ya miezi miwili tena nikarudi tena, ikaziba Asa madokta wakanishauri hapa, cha kushauri dada angu, inabidi ukate bima. Na kweli tukawa nikaambiza nika, nika ndugu zangu wakanichangia kidogo, nikabidi nikakata ile bima. Nimetumia bima ile kama ya miezi mitatu, ikawa zimefungiwa zile bima za watoto. Asa mwanangu nikaambiwa ana, ana tatizo kubwa, inabidi niwe na bima kubwa. Asa uwezo hasa ndo sina hata uwezo wa kusema nifanye niuze ni hiki wala nipate hiki hela nipate, ili kusudi bima ya mtoto nikawa sina. Yani nikawa nipo tu nyumbani. Ilipo kabla haja kufungiwa bima, nilikuwa naenda kliniki naenda narudi naenda narudi. Sasa ilipofungiwa bima, nikawa sina jinsi, yani sina uwezo wowote wa kusema, si nitauza hiki nitafanya hiki. Hata ndugu zangu hawana uwezo yaani hapa ndo nimekaa tu sisina sina ja, sina kusema sitafanyeje. Mtoto wangu sasa hivi ana miaka saba. Tarehe tarehe siwezi kuikumbuka, ila nakumbuka sasa hivi nina miaka miwili sijakanyaga muimbili tena. Yaani kwa kweli sina uwezo wa kusema namhudumia mtoto wangu, anakaa ndo hivyo yaani. Akijisaidia anakwambia mama, nimeshajisaidia njoo nibadilishe, unambadilisha nguo unaziweka pembeni, baadaye unafua. Yaani hata dakika tano ni nyingi sana. Yani dakika like, mbili tatu anajisaidia mtoto anakuambia mama njoo nisaidie, nimtoe, nimejichafua. Na kweli mtoto anam, anachapitia changamoto kwa kweli. Rais Samia ninachomuomba, yani anisaidie pesa ya kupata ili kusudi mtoto wangu atibiwe mm -hmm. Maana sina uwezo wowote yani, naiomba jamii wote wanaonisikiliza nawaomba sana yani mnisaidie, ninapitia changamoto yani hana jinsia yoyote kusema huyu ni wa kike huyu ni wa kiume, yaani hajulikani. Alafu hata sehemu ya haja kubwa yani hamna, hajatobolewa. Mkono wa kulia anajisaidia, mkono wa kushoto anatoa mkojo, yani ametobolewa huku na huku. Naomba serikali nisaidie, sababu sasa hivi hapa nilipo sina chochote, sina kazi yoyote, nipo mimi mwenyewe hapa, naumwa mguu, sina uwezo wowote, kwa maana hata ndugu walinichangia, mpaka na wenyewe wamechoka matibabu. Kwa kweli, tangia bima yake ifungiwe hajapata matibabu yoyote mpaka sasa hivi, ila tunamshukuru Mungu, mtoto haja nani, hajasumbuliwa na sana, ila kuna kipindi nafikaga mtoto anaanza kulia pale kwenye kujisaidia pale kwenye haja ndogo pale alipotobolewa huo, inamuuma ile choi kishaanza kutoka inamuuma, analia sana mtoto, anapata maumivu kwa upande wa haja ndogo. Na yenyewe hizo hizo inatawaga. Ila sasa changamoto zipo kwa kweli, kwa mtoto huyu serikali naiomba nisaidia angalau hata matibabu tu, mtoto apate matibabu ikiwa anatibiwa na nimnimbili maana hiyo gharama hatukusikuwahi kuwauliza madaktari kwamba huyo anatakiwa gharama shilingi ngapi, ila ushauri walionipa uh, kumkatia bima kumkatia hmm, bima kubwa, sababu so, operesheni zake zinaonekana ni operesheni kubwa, hivyo nieleza wanadota pale, waliniambia kwanzia la laki tano kwenda mbele inayo stahili kumkatia huyu mtoto aweze kukiviwau. Ukikata ile bima ndogo ya laki hata tatu na sehemu kwa maana hiyo, naweza kujikuta vipimo vingine havimo umo. Sina uwezo wowote hapa, zinga yangu yani ni chini sana, sina chochote kula kwenyewe, nakula kwa shida. Kwa hiyo kama mnavyowasikia watanzania wenzangu, naomba msaada kwa mtoto kama huu. Kwa upande wa swala la shule kwa kweli huyu mtoto anatamani kusoma shule, na nilimpeleka hapa shule, ni shule yetu hapa, nikawaelezea walimu nikawaonyesha pale, ila walimu wakasema kwamba kweli huyu kusoma ni sawa, ila sasa jinsi ya kumbadilisha hapa, atakuwa anambadilisha nani akijichafua? Kwa hiyo ikabidi sasa hapo wameshindwa walimu, kulingana na mazingira yake ya shule. Wenzaka wa... akiwaona wanafunzi wanaenda shule, na anasema baba, nipeleke shule. Hmm, kwa sasa hmm, jinsi alivyo sasa anashindwa kumpereka. Musa Mohamed ni yumo ndo mwenyekiti wa serikali ya mtaa mtaa wa Mkamba, kata ya Kisarawe II wilaya ya Kigamboni. Mtoto huyu na tatizo hilo la amezaliwa bila bila jinsia yoyote, huyu mtoto kama alivyozungumza wazazi wake, anakaribia miaka saba sasa anakwenda na tangu alivyozaliwa taarifa zilinifikia mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa kupitia kwa baba yake kwamba kuna amepata mtoto ambaye ana ulemavu ambao hana sehemu za asili, sehemu zote mbili e. Na mimi nilipokea, kama, kama kiongozi mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo tulikuwa tunapambana naye hivyo hivyo, tunasaidiana kidogo pale napowezwa kama, kama kiongozi lakini na yeye mzee kama hivyo kapambana kama na nyie mashuhuda, manake mtoto mpaka sasa hivi ana miaka saba na hali hii, kwa kweli anatakiwa apongezwe sana. Kwa hiyo tatizo hili imefikia mahala sasa, yeye kidogo kaelemewa kama mlivyomwona, maisha yake na yeye amefika, mazingira mmeyaona, hana uwezo wowote na na wala wala hana kazi yoyote na wala sio mfanyabiashara. Hata hivyo, manaka alikuwa anasaidiwa tu ndugu na jamaa na marafiki kwa ajili ya pesa hivyo labda za matibabu, lakini imefikia mahala sasa akashaelemewa, maana yake hana pa kushika. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anaweza akayaona haya, na kama yatamgusa, na naimani yatamgusa, kwa sababu rais wa Tanzania ni kipenzi cha watu atakayaona ma, ma, nani atakapoona hili jambo na imani, ataguswa na moyo wake, anaweza akamsaidia, kwa sababu mtoto huyu anatakiwa afanywe operation, na operation yenyewe maana yake inatakiwa bima kubwa, na bima kubwa kama hivyo, baba yake hana uwezo. Itawafikia hili jambo na imani, serikali haiwezi ikashindwa uwezo, wana uwezo wa kuweza kumsaidia mtoto, ili aweze, aweze na yeye ajihisi kama, kama ni Mtanzania na hapa kama mnavyomwona, manake hasomi shule yoyote. Anatamani kwenda shule na baba yake anamsumbua kwenda shule pamoja na mama yake, lakini anakwenda anashindwa kwenda shule. Kwa mazingira kama haya, manake inatakiwa muda wote abadilishwe. Sasa akienda pale shule, manake mzazi kati yao mama au, ma, au baba waache kazi manake awe na yeye kama anasoma kwamba kwa ajili ya kuwa muda wote kwa ajili ya kuwa, ya kuwa, kuwa anamwandaa, lakini na walimu walishindwa kuweza kulibeba hilo, kwa sababu alivyowapelekea akasema kwamba hatuwezi kumpokea huyu, kwa sababu huyu mtoto anatakiwa maangalizi makubwa. Kwa hiyo na wewe manake labda uache kazi, uwe na wewe kama ni mwanafunzi au mwalimu, manake muda wote sasa, kulingana na baba na yeye, kama tulivyosema kwamba kipato chake ndo kama hivyo, lazima atoka hangaika apate mia mbili tatu, angalau za kupata tena kula. Kwa hiyo na imani kama atapata huduma hizo ambazo zinastahili, naye akakaa sawa. Kwa hiyo umri bado unaruhusu kwenda kwe shule.